Aliokuchukulia dawa alienda kwa mganga akaleta dawa akakupa katumia, ni nani? Baba, tangu nilikuwa na matatizo hii, tangu nilianza kusikia vitu vinanitembea mwilini, sijafika wala sijaona mtu ananiletea dawa kwa mganga, lakini nilikuwa nahangaika kwa makanisani kwenda kutafuta msaada uh, na hivi niko karibu ni miaka saba ninahangaika. Kongo mali kote ninahangaika kutafuta msaada, sikupata, lakini nikufata TikTok, nikajisikia roho kanigusa, nifike hapa kutafuta msaada. Kongo, tokea Kongo, ndio kwa sababu vitu hiyo navyo ni na, vikubwa Kweli baba. Nateseka sana, baba sana. Nalili tatizo mtu ameenda kwa mganga na muona amechukua kitu amekileta kikaasiri maisha yako bila we kujua, kupitia chakula so we unaona unasikia una mwili, kuna vitu vipo vinazunguka, ayelewi chanzo kimeanzia wapi. Ni shambulizi hili, ndicho nachokwambia Nimezungumza nime mengo janyereho nishambulizi juu ya maisha yako, si kwamba kitu cha tofauti, kwamba kuna mashambulizi walioleta juu ya maisha yako, chakula na chakula, kundi la wamama sita Kongo. Nilienda kijijini fasi fulani, nilienda kutafuta ku... nilienda kufanya mkaa mm. uh, nilikuwa na dada yangu wawili mm. na mimi nilikuwa watatu mm. tulikuwa tunaenda kufanya kazi ya mkaa ya mkaa. Nilikuwa na pesa ndio nilikuwa na pesa kabisa ya kufanya kazi, lakini mm. wakati nilifika huko ile kijiji kule mahali ambapo tulipoenda mm. ilikuwa kijiji kina iko ni watu wanategemea uganga sana mm lakini mimi nilijikuta peke yangu, nilikuwa naomba Mungu mm, na ule dada yangu mmoja, lakini ule mmoja mm, alikuwa katika hali ya giza kwa vizuri ndiyo, yeah, yeah. Eh, lakini ikafika tu ghafla yeah. Eh, baada ya miezi miwili mm, nikajistuka siku moja, saa sita, ilikuwa saa sita mchana, nilikuwa naomba mm, lakini nikasikia kitu kama, kama nyoka hivyo inanipita mm, kichwani. Nikajiuliza ni kitu gani nikaanza kusii Mungu nikasi Mungu lakini, kaona ile hali nikaendelea, lakini ikafikia wakati mmoja, dada yangu mmoja kwa wale wawili akakuja akaniambia, uh, jizuize sana kuchukua vitu vya watu wakati wanapokuletea, kama vitu kama chakula, usianze kula, anze kujizuiza. Basi sikujua ni nini, aliniambia hivyo, na mimi tangu hapo nikajizuiza, sikuwa nakula chakula, sijue hii kitu kilitokea ni kuchakula mamnini. Baba unamsikia <laughs> dada yenu huyu <laughs> eh? Tatizo limetoka kwenye chakula, nimekwambia dada yangu, tatizo limetoka kwenye chakula na kimetoka dawa, limetoka kwa mganga, na ni ndicho nachoelezea sasa hivi kwenye eneo mlikoenda mlikuwa na wenzako na na moja alikuwa nana, kuja mambo ya giza. Chakula kimetolewa kwa mganga Tia. Kwa sababu wewe ulikuwa na uwezo mkubwa, Amen. Mafanikio yako yalikuwa yanaonekana ni makubwa, na sasa hivi maybe uengezi ukawa na unge merekani Amerika, me, lakini kifungo hicho hakiwezi kukuruhusu, ukaenda kila napapambana lazima kif, kipate kifungo kila napo tafuta lazima kifunga, okay. So changamoto inatoka hapo nilipokuuliza tangu mwanzo. So binti yangu, shambulizi limetoka palebapahiemaachizasa

Mwachie mama huyu, mwachie kazi yake, mwachie uchumi wake, mwachie biashara zake, kwa jina la Yesu. Gombole kwa pata uzima kwa damu ya Yesu, kwa kwa kwa kwa damu ya Yesu wazile gombolewa, hicho alichofanya, e juu ya mashaka natada kwa damu ya Yesu, pata uzima. Yesu amekufungua leo. Amina, uko sawa Amina. Lakini usurudi hiki jiji kinaitwa ili, ili, ili, ili, ndicho ili, ili, okutoka ukienda kama kilomita mbili unakutana na mto ndio, hmm? kuna mto ndio huko. Sasa siende kufanya biashara tena, asante baba. Lakini kama unataka kwenda huko, unahitaji ulinzi ndio maana yake, nikuombee ulinzi, enda kufanya biashara kule, kwa sababu kuna nguvu za giza nyingi ndio maana nilikuuliza mtu ni nani alikuchukulia dawa kwa mganga, kwa sababu ni kitu kupitia chakula kimeletwa kwako kikakufunga. Kweli. mpaka leo. Ndiyo. So Yesu akusaidie akutendee ya kwako ya uhuru, no uwe na mafanikio kwa damu ya Yesu. Amina.